Naam, mtazamaji, karibu tena tuendelee na vidokezo, ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 23 alipatikana akiwa amejitia kitanzi kwa kujinyonga katika boma la baba ya mpenziwe katika kijiji cha Kapsangai, kata ndogo ya Getarwet uh, geta eneo bunge la Bureti kaunti ya Kericho. Mwili wa Ronald Kiplangat Ngetich ulipatikana ukining'inia juu ya mti asubuhi ya, ya leo. Inasemekana kuwa kijana huyo alikuwa ameweka picha yake na mpenziwe kichwani na kuandika barua aliyoandikiwa na mpenzi huyo. Mwili wa marehemu umepelekwa katika makafani ya hospitali ya Kapkatet ukingojea kufanyia uchunguzi. <coughs> anafanya kazi kwa nyumba kwa kwa kwa nyumbani, anafanya kazi kabisa. Sijui ame sijui amesumbua ni akili yake, sijui ni pombe ama ni bangi ama ni nini ama ni pipi, ni kama hata mimi hata misi, ju, ju, ju, ju, ju, Julie, nini tumeshangaa, asubuhi kufika tunaambiwa Ronald amejinyonga kwa miti juu kwa jirani yake hapa hivi, na tumeambiwa sijuu ni msosokani, tulidania ni maneno ya pombe. Hadi saa hii hatujajua ni nini haswa kilichofanya huyu kijana akajinyonga, na ni kijana mwenye huo, anafanya bidii, anafanya kazi yake, huwa ni mtu mwenye anajituma. Nikipenda kuwaomba hao viongozi wa sehemu hiyo ya administration, kwa maana hiyo mambo ikitokea hiyo vijana wakipiga usiku nduru usiku, ukienda ku report kwa administration polisi ama AP camp, unaambiwa tutakuja kesho, tutakuja kesho mpaka hiyo mambo imeisha. Sasa ningependa kuwaomba county sub county commissioner, yaani, administration polisi akuja mambo tusaidie, watembee na my area chief, waangalie hiyo mambo ya vichana.